Sisi kwa kuanzia tuko Songea jengo la TTCL ghorofa ya pili, lakini tunakwenda kuanzisha mradi mkubwa mwezi huu wa tatu kule kata ya shule ya Tanga kubwa, ya uskume, wa Mazuko tunaenda kujenga chuo kikubwa kikubwa cha kuchukua wanafunzi elfu kumi katika kozi mbalimbali za kuwawezesha wa kina mama na vijana kwa ujumla. Kwa hapa kwa ujumla tunatoa kozi za diploma kama ya usimamizi wa biashara au business management, tunao diploma ya uhasibu na TEHAMA yani diploma in with but tunayo diploma ya fedha na benki, yani diploma in finance and banking. Lakini pia tunatoa masters katika maeneo mbalimbali ya biashara, fedha, TEHAMA, uongozi na usimamizi wa rasilimali. Chuo kwa chetu kwanza, sisi tunafundisha problems za vitendo, a wanafunzi wote watu lazima watumie TEHAMA kwenye kujifunza, lazima wasome kwa vitendo, lakini kubwa zaidi tunafundisha jinsi ya kuanzisha biashara. Kwa mwanafunzi sio lazima ategemee kuajiriwa. Tunamuelekeza jinsi ya kuanzisha biashara ambao itamsaidia kuweza kuendesha maisha yake mwenyewe bila ya kusubiri ajira. Sisi kwa ujumla, la kwanza tunawaruhusu kulipa kwa awamu karibuni tatu. Kwa hiyo unaweza ukalipa kidogo kidogo kutokana na uwezo wako. Lakini la pili, ada zetu sisi ni nafuu, zimeangalia mazingira ya wa Watanzania lakini kubwa zaidi unapokuja kujiunga kwetu, tutakuelekeza kuelekeza jinsi ya kulipa kwa kukupa control number, kwa huna haja ya kuwa na wasiwasi kama unalipa hela yote kwa wakati mmoja, lakini pia tunaweza kufanya utaratibu wa kulipa malipo yako kwa jinsi ambavyo wewe unaweza kwa hakuna shida yote katika kujiunga kwa mazingira ya gharama za masomo, mimi nawaambia la kwanza, wakari, wakaribie sana chuo cha Uhasibu Arusha kilichoko jengo la TTCL ghorofa ya pili, lakini pia waendelee kufuatilia matangazo mbalimbali kutoka kwenye redio na popereshi vetu kwa ajili ya ofa mbalimbali zitatoka hivi karibuni. Tutatangaza ofa moja kubwa ya jinsi ya kujiunga kwa kupitia scholarship kabisa lakini kweli ni kwamba anaweza akapata division 4 na akaendelea kusoma, yaani sio kama kupata 4 ndo kwamba mafeli maisha, kama aaka division 4 lakini bado anakigeza kuendelea kusoma. Kwa maana hiyo na shauru wazazi na wanafunzi pia, endapo amepata amefahumu masomo manne somo lolote lile lisipokuwa somo la dini, kwa ufaulu wa D nne ana vigezo vya kujiunga na chuo, na kwamba atasoma certificate mwaka mmoja, then ataenda diploma miaka miwili, na baadaye ataendelea na degree. Na sasa hivi tuko jengo la TTCL ghorofa ya pili.